Tume ya Utumishi wa Umma ni chombo rekebu chini ya Ofisi ya Rais kilichoundwa kwa mujibu wa kifungu cha kumi na moja kifungu kidogo cha kwanza cha Sheria ya Utumishi wa Umma sura ya 298 ambayo imefanyiwa marejeo mwaka 2023. Aidha, majukumu ya tume yameainishwa e kifungu cha kumi na mbili kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ambayo baadhi ya majukumu yake ni pamoja na kusimamia utoaji wa haki kwa kushughulikia rufaa na malalamiko ya watumishi wa umma kufanya ukaguzi mara kwa mara, kutoa miongozo na kutoa elimu kuhusu sheria hizo kwa waajiri, mamlaka za ajira, mamlaka za nidhamu na watumishi wa umma, ili kuhakikishia wananchi wanapata huduma zilizo bora. Nimejulishwa kuwa tume katika kutekeleza majukumu yake imebaini kuwepo kwa ukiukwaji wa sheria, kanuni na taratibu za utumishi katika usimamizi na uendeshaji wa masuala ya rasilimali watu katika baadhi ya mamlaka hususan mamlaka hizi za maji na usafi wa mazingira nchini jambo linasababishwa kuandaliwa kwa, kwa kikao hichi takwimu zinaonyesha kati ya rufaa hamsini na mbili zilizopokelewa kutoka kwenye mamlaka ya maji na kutolewa uamuzi na tume kupitia mikutano yake hasa katika kipindi cha miaka ya fedha elfu mbili na ishirini na tatu ishirini na nne ishirini na nne ishirini na tano hadi disemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano rufaa ishirini sawa na asilimia thelathini na nane ya rufaa zote zilizopokelewa katika kipindi hicho zilionekana kuwa na ukiukwaji wa sheria, kanuni, taratibu na kusababisha tume kuzirudisha ili mchakato wa mashauri ya kinidhamu uanze upya au wa rufaa kufutiwa. Aidha, ukiukwaji huo umekuwa ukichelewesha kupatikana kwa haki kwa, kwa, kwa watumishi wa umma na wakati mwingine kutokana na mashauri yao kuanza upya, basi mambo mengi ndani ya ofisi zetu huvurugika. Nataka kuwafahamisha kuwa mambo haya hayakubaliki Hayasimamiki na yanaudhi. Naomba mtumie nafasi hii tume kuendelea sio tu kuanza na hao wenzetu wa tume ya maji, lakini pia nendeni katika mashirika mengineyo. Nataka niwakumbushe hasa wasomi, lakini na wale wanaosimamia haki kuwa haki inayocheleweshwa ni haki inayonyimwa. Hivyo ni muhimu sana mkazingatia na mkafuata taratibu kama ambavyo zimeelekezwa.